Uh, committed to pay the laborers by the end of seven days, of which the, the, the Senate will follow up. The contractor has also indicated what the problem has been and they are trying to solve it. Changamoto zilizopo ni mambo ya hela. Kama hela hazipo, mradi wakati mwingine utachukua uta muda kidogo. Lakini hivi sasa kutoka pande ya serikali kuu ambao wa, wako hapa na kutoka upande wa county government, wote wamekushatoa toa zile hela zinahitajika kumaliza mradi huu, na mradi huu kwa sasa umefikia asilimia sabini na nane kukamilika. Tumezunguka hapa kote, umeangalia mradi huu eh, kufikia mwezi wa kumi na mbili utakuwa umekamilika ili uweze kuwa handed over, na wakaji wa sehemu hii waweze kuutumia na kwa kupanda mimea mbalimbali mbali ambayo nimetaja kama simsim -sim, mimea mingi ambayo inapandwa katika sehemu hii ya Busia kwa sababu mradi kama huu haufanyiki Busia tu, uko kwenye kaunti tofauti, Kwale, Kisii ambapo mimi ninatoka, miradi hii inaendelea na changamoto hazikosi, lakini changamoto zilizokuwepo hapa zimesuluhishwa. Tumezungumza pale ndani, kama wa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi hapa wamechelewa kulipwa, lakini pesa zitakuwepo na contractor na upande wa county government wamehakikisha kuwa watawalipa wafanyikazi hawa kufikia siku ya Jumamosi.